kuru mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau wa kamati ya uhakiki ya wilaya ya Nyamagana wameokoa wame kiasi cha shilingi milioni mia saba na sita elfu mia mbili ishirini kutokana na uhakiki na udhibiti uliofanyika kwenye utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza. Mwaka kwa mwaka 20, 20, 24, 20, 25. Katika uhakiki huo vikundi 41 havikukidhi havikukizi vigezo ambavyo mikopo yake ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia saba. Vikundi hivyo vilibainika na makosa mbalimbali mbali ambayo ni moja, kuomba mkopo kwa miradi hewa; pili, kuwasilisha kwa kamati vielelezo vya kugushi mfano na mikataba ya uongo ya maeneo ya kufanyia biashara, pia wa kuwasilisha be... pia waliwasilisha bei za juu za vifaa kuliko bei ya soko, kutokuwa na maeneo ya kufanyia biashara, lakini pia kuomba mkopo kwa ajili ya mradi wa mtu binafsi au familia. Hivyo TAKUKURU imechukua hatua ya kudhibiti, ya kufanya udhibiti wa kuziba mianya ya rushwa iliyojitokeza ili kusaidia halimashauri ya jiji la Mwanza kutoa mikopo kwa vikundi vilivyokidhi vigezo. Aidha, vikundi themanini na saba vilikidhi vigezo kati ya vikundi mia moja na ishirini na nane vilivyoomba mikopo, ambapo jumla ya shilingi bilioni moja mia tatu sitini na tisa bilioni moja, narudia, bilioni moja mia tatu sitini na tisa milioni mia nane ishirini elfu mia nne sabini na sita iliidhinishwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwenye vikundi hivyo. Eneo jingine ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa upande wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU imeokoa kiasi cha milioni kumi na saba mia tatu sabini na mbili elfu mia saba na nane na senti ishirini na sita na, na, na kuziwasilisha mamlaka ya mapato Tanzania kwa maana ya TRA pesa hizo ni za malipo ya kodi ya zuio kutokana na utekelezaji wa miradi kwenye sekta ya elimu iliyofuatiliwa katika kipindi tajwa hapo juu. Aidha, TAKUKURU imefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ishirini na tatu yenye yenye thamani ya shilingi bilioni 115 na senti 41. Miradi ishirini yenye thamani ya bilioni tisa mia themanini na nne milioni mia hamsini na nane elfu mia saba hamsini na moja um, na senti arobaini na, na tatu, imekutwa na mapungufu madogo madogo na kutoa mapendekezo ya namna bora ya kuboresha miradi hiyo. Kwenye eneo la uelimishaji ni kwamba kutokana na elimu iliyotolewa, wananchi wamepata uelewa wa madhara ya rushwa na makosa ya rushwa. Uelewa huu umesaidia wananchi kufahamu wajibu walionao katika kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yanayowazunguka ikiwa ni pamoja na sehemu wanazopata huduma za kijamii, hivyo kupelekea kuongezeka kwa utoaji wa taarifa za vitendo vya rushwa katika ofisi yetu. Eneo la uchunguzi na mashtaka, ndugu wanahabari, TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza imeokoa kiasi cha milioni sitini na nne ambazo ni malipo ya wachimbaji wadogo wa madini kutoka kwa mwekezaji wa kampuni ya LHT Mining Operative Corporation Limited. Mwekezaji huyu aliingia mkataba na kikundi cha Nyabayombe ambao ni wamiliki wa eneo la mgodi lililopo katika kijiji cha Nyabayombe wilaya ya Msungwi ili kuwalipa fidia ya kuwaondoa wamiliki wa maduara katika eneo hilo. Hata hivyo, kampuni ya LHT Mining Corporation Limited ilivunja mkataba wa makubaliano baina yake na kikundi cha Nyabayombe bila ya kufata taratibu za mkataba ikiwemo kutohusishwa kwa vikundi, hali ambayo ilipelekea wamiliki wa, wa madwara kutopata stahiki zao hivyo TAKUKURU baada ya kuchunguza kwa kina imefanikiwa kuokoa kiasi hicho cha shilingi milioni sitini na nne ambacho kimesaidia wamiliki yao wa maduara kulipwa stahiki zao. Uchunguzi unaendelea na iwapo utabainika kuwepo kwa makosa ya jinai wahusika watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Pamoja na mafanikio hayo, katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi ishirini na tano, upande wa uchunguzi na mashtaka taarifa themanini na nane zilipokelewa. Kati ya taarifa hizo, taarifa sitini na, sitini na nane zinahusu rushwa na taarifa ishirini hazihusiani na makosa ya rushwa. Taarifa zinazohusu rushwa, uchunguzi umeanzishwa na ziko katika hatua mbalimbali za uchunguzi. Utekelezaji wa programu ya takukuru rafiki Programu ya TAKUKURU rafiki imesaidia ukamilishaji wa ujenzi wa matundu kumi na tisa ya vyoo katika shule ya msingi sabasaba iliyopo katika kata ya Iremera, wilaya ya Iremera, mkoani Mwanza. Ujenzi wa, wa vyoo hivyo ulichukua ulichu muda mrefu bila kukamilika kwake, hali ambayo ingeweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa, mathalan fedha kuchepushwa na miradi kutokamilika kwa kiwango kinachokusudiwa. aidha kupitia programu ya TAKUKURU rafiki kero sabini ziliibuliwa katika kata mbalimbali na kati ya kero hizo kero 45 zimetatuliwa. Kuzuia rushwa ni jukumu langu, jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu.